Tuko na mwanachama wa Young Africans cha Chamunda kwa ajili ya ku discuss yale ya kimichezo, uko sawa sawasawa? Niambie ndugu yangu, uko salama? Kabisa kabisa, tumetoka kupongezana leo, e, tumetoka kupongezana kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, lile ambalo liko tuliendea yeah. limekwenda vile Mungu alivyopanga mm. nadhani mara ya mwisho nilifanya interview yote, nilikwambia yeah. Yanga inaililia haki Haki, haki Mwenyezi Mungu amejalia haki imepatikana mm. Mwisho wa siku dabi tarehe ishirini na tano tunacheza, ile kauli mbiu hatuchezi tumeiondoa. Tarehe ishirini na tano kimya kwa watani wenu, umeonekana kimya, hawajatoa mrejesho wote baada ya mchezo kusogezwa mbele, ili haliwapi mshtuko ya kwamba tunaweza tukaikosa dabi tena tarehe ishirini na tano vipengele vikawa vingi? Mimi nazani unasema yana kipengele kwa sababu huu, mm. mchezo ulikuwa mikononi kwetu Yanga Afrika, mm. na sisi ndio tulikuwa wenyeji wa huu mchezo. mm. wao wakae kimya, waongee wasiongee, mwisho wa siku lazima walete timu. Kwa sababu gani, huwezi kupiga kelele katika mchezo ambao sio wakwako wewe ulikuwa mgeni wa ule mchezo. Kwa hiyo sisi kama Yanga, kila ambacho tulikuwa tunakililia tumefanikisha, tumeshinda katika kila ambacho tulikuwa tunakililia, kwa sababu tulikuwa tunataka haki ifanyeje itendeke. Sasa wao wanashindwa kuja kuambia wanachama wao na washabiki wao nini wanakiendea katika mchezo wa tarehe 25. Sisi kama yanga kwetu tumemaliza, tunasema mchezo huu hauna kipengele, kwa sababu kila ambacho tulikuwa tunakililia kimepatikana. Mazoezi ya mwisho, ukimya umetawala mpaka siku ya hii leo hawajatoa mrejesho wowote. Nadhani lile ndio gumu ambao tulikuwa tunasema lazima utengeze viongozi ambao waliokuwa bora, kwa sababu kiongozi aliokuwa bora anatoa kauli iliokuwa bora kwa wale ambao anawaongoza. Mfano mfupi, umeona viongozi wetu waliongea tarehe tisa tu hawakuongea tena mpaka tunajua kuongea leo hapa ndani kwa sababu ukiwa na kiongozi ambaye anaongea kwa sauti ya watu, lazima ujue wale watu wako unawalisha nini. Nadhani viongozi wao mpaka sasa hivi wanashinda kuwalisha wanachama wao na mashabiki wao kipi cha kuwaambia. Waliwaambia barua wa yao ya juzi kwamba endapo hawatucheze mchezo tarehe kumi na tano ni leo, hawatucheza tena. Haya, mchezo umesogezwa mbele, viongozi wao wako wapi? Watoke mbele wawaambie wanacheza au hawachezi kama kauli mbiu itabadilika na kwenda kwao, sisi tunasema tunacheza. Hao wow, wasema hawacheza kwa sababu za msingi za mchezo huu kupelekwa mbele. Wao ndio watakiwa watake sababu za msingi, kipindi sisi wakati tunalilia ile haki. Na maana wao kama wanataka sababu msingi, waangaliungana na sisi kutaka nini kilifanya mchezo tarehe nane usicheze, sio sasa hivi. Mchezo umegeuka, wanasema sababu ya msingi ipo, wanataka wao lazima angalikubali kubali kwamba sisi Yanga Afrika tulikuwa tunataka sababu, kwa nini tarehe nane mchezo uliahirishwa, na maana wao walikuwa nyuma yetu kuuliza, lakini wao inaonekana moja kwa moja walikuwa wanajua mchezo, kwa nini ule mchezo uliahirishwa kwa sisi hiyo ni jukumu lao, sio? Tunasema na najiandaa na mchezo wa 25 kuhakikisha unachukua alama zetu tatu ili tuwe mabingwa mara nne mfululizo. Inaonekana mama kuingilia kati kwenye hili. Baada ya Young Africans post, eh inaonekana mama kuwa na viongozi wa Young Africans na Simba Sports Club. Mama anaonekana kwamba amekuja kuleta suluhu katika hili. Eh, kwenye hili halina ubishi kwamba mama kuna neno ameliweka lakini mama akuweka neno kwa kubahatisha, aliuliza nini tatizo. Kila kiongozi ambaye alipata nafasi ya kuongea na mama aliongea kile ambacho anachokiamini. Sisi viongozi wetu wa Yanga tuliwaambia kaongeeni popote mtapokwenda, kauli ya Yanga hii moja. Nini mnakiamini katika mchezo? tarehe nane uliahirishwa, kwa hiyo sisi hatuna shida. Wao walishindwa kujiorganize, wanakwenda na kiongozi wao mmoja, wale wengine wote ni ambao wameshastaafu. Sasa sijajua wastaafu ndo wana sauti kubwa kuliko walioko madarakani au ni nini? Kwa hiyo sisi viongozi wetu wa Yanga tunawaamini wako vizuri na tukiwatuma kazi zetu a wanatufanyia kazi ambayo iko vizuri kabisa. Tumewapa kongole kwenye hili, wamepambania haki yetu na Yanga haki imeshinda, wa Nayanga, haki anaanza kuleta misimamo sasa. Wajaribu waone kama wanaweza kwa sababu nakuambia, nilikwambia siku moja kilabu, kilabu ambayo inaweza kuweka mfano Tanzania hii ni yanga Afrika tu yanga Afrika peke yake kwa sababu tunasema klabu ambayo inaweza kuweka msimamo Tanzania hii ni yanga Afrika tu kwa sababu sisi Yanga Afrika hatubahatishi, kwanza kwenye kuchagua viongozi. Kila kiongozi ambaye tunampa madaraka Yanga Afrika kwanza ajitambue na kuja kuongoza klabu ambayo ina wanachama ambao wanajitambua ina wanashabiki ambao wanajitambua mm. ukiongoza klabu kama ile unaitwa na rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania unatoka na mwenyekiti wa klabu mmoja au na mtendaji mkuu au sijinani unaondoka na wazee wa staafu wanakwenda kueleza nini wale mbele wale watoke mbele wawaambie sasa Elimpanzo sasa yuko sawa sawa hapo ndiko tunapata kasi sisi hapo walikuwa wanasema sisi tunaogopa dabu kwa sababu ya Elimpanzo hapo ndiko tunapata kasi sisi sasa tuko tunapataka hapo tarehe 25 alete timu tumwangalie kati ya Elimpanzo na Pakome Maxi na mzinze nani bora aje uteleza mbele akina Jobu mbele akina Baka, tutakuja kujua kwamba kunaelie mpando wale wana timu mbovu sana, yaani mm. katika timu si atupi pressure mchini Simba mm. mi nakwambia misimu zaidi ya mitano si timu ambayo tunakwenda na tusumbua ni Azamu mm. tunajua kabisa tena, Yanga anatukamia ya, lakini sio Simba. Simba na Azamu wameshusha wao. Hao sio jangana ndio wameshusha wao, kwa sababu tarehe nane hawakuwa na kipengele wa kutoa timu yao kutokuleta kama kushadi, ndio wameshusha wao. Kilichobaki msimu tukamalizane pale, tuangalie ligi yetu imekwisha salama basi, lakini lazima tuwakande, hatutowaacha salama wa mba, kutuia, wa kiongozi wa ngazi ya juu ambaye alipiga simu na kuzuia Simba asingie kufanya mazoezi mmembaini. Mimi nadhani viongozi wetu, kwa sababu watiifu katika majambo ya kiserikali, huwezi kumtoa kiongozi wa serikali hadharani kila mtu akajua, lakini wao kama viongozi wanamjua kiongozi gani na ndipo mama alipoona kwamba kiongozi wa aina hii afai kuwa naye katika mpira au katika taasisi yake ambayo aliyokuwepo. Nakwambia kitu kimoja. Nilikwambia msimu huu Simba walikuwa na furaha sana kuto kucheza na Yanga tarehe 15 leo kwa sababu alijua moja kwa moja anakwenda kupata alama tatu za bure mm, ili wawe mabingwa. Mm. Katika kitu ambacho wakipendi kukutana nacho, mm, tarehe 25 Yanga afi kwa sababu anajua huu msimu wote Simba ulikuwa na furaha. Na tumezamilia ubaya, ubaya kweli kwa sababu gani? Walikuwa wanaongea maneno mengi. Asii, tarehe 25 tunakwenda kuwaharibia msimu mzima aaa, so, watu kuwaua na furaha tena mpaka msimu mkubwa wakipata wapi maji maji mm. um, na Steven nam tunaweza tukashuhudia watu wakizidi kuondoka katika ngazi ya uongozi, kwanza wakitaka kujua ile jambo lilikuwa serious na wanayanga na Tanzania kiujumla, baada ya kutumbuka Roma Sikasongo mm. Kutumbuka Stini Nguto mm. Jana imetoka taarifa ya uchaguzi ambao tarehe 16 Tanga oh. Ameupeleka nyumbani kwake pale pale mheshimiwa, lakini tunasema tumezamilia tunaomtaka pale atoke, atatoka tu katika njia yote. Mimi nadhani tuache kwanza tucheze dabi mm tukimaliza dabi tukutane tena kilabu ya Yanga, sababu tutakuwa na jambo letu hapa kubwa hapa. Tutakuja kuulizana sababu sasa ushaiona. Mimi niulize bwana, mna jambo gani? Nitakwambia kuna nadhani karia katika mazungumzo yetu ambayo tunazungumza kwenye barua zetu, zetu. jina lake alikutajwa hakuna mm. binadamu asoko mafungu wenda viongozi wote wameona mapungufu yake machache ambayo alirekebisha, lakini ambayo tuliwasi moja kwa moja mm. tuliwataja wawili wametoka, mmoja tutakufa naye Nasema tutakufa naye tu u tutakufa naye tu tutakufa naye kwa nini? Mtu kwa nguvu, kwa maelezo, kwa makaratasi, tumeondoka na yeye ataondoka mm. kama TFF kaka tabaki uchaguzi ujao. Mimi nadhani hilo ndio kubwa katika Simba na Yanga, tumejiandaa nalo. Nakuambia sisi tunajua kuiogopa Simba, yani katika misimu hii minne tunajua kuogopa Simba, hajakuwa na timu bora ambayo sija kuogopa, hajakuwa na nayo timu Sio, unanielewa nachokwambia, yaani Simba nakwambia, wao ndio watakosa furaha msimu huu, kwa sababu furaha yao itamegea leo, sisi tusipeleke timu wafurahie pointi tatu za mezani. Kwa hiyo Simba hawatakuwa na furaha tena msimu huu, endapo cheza na Yanga tarehe 25, tunakwenda kuwaumiza tu vibaya vibaya. Kwa nafasi hii kuwaita mashabiki wa soka kwenye mchezo wa tarehe 25. Na mimi nadhani wao watakuja lakini hawataki kuhamasishana, ila sisi kama Yanga tukauchukua mchezo kama wa kwetu, ili kuwaonyesha kwamba sisi wakubwa kuliko wao. Tuliweza kuhamasisha dabi kutocheza, tukawaonyesha uwanjani kwamba sisi tupo wengi kuliko wao, na hilo jambo la msingi. Tiketi nadhani, nadhani kwa sasa hivi jambo liko mikononi kwetu. Kama viongozi wakisema tuanze moja, Yanga kwenda tukate tiketi sisi, kwetu hatuna shida, sababu najua hela inaenda kwenye timu yetu. Vipi kuhusu wenye tiketi upande wa pili? Nasema wao watachagua kama watataka kuja katika zingine tutawaambia, tukisema ingieni hizo hizo tutawaambia, lakini si Yanga uongo wetu, akituambia viongozi wetu jamani, zile tiketi zimekufa, kateni tena, tutakata wao watajua sasa. Na ili tuwafumue vizuri, tukawaambia wao, je, bure? Sisi tulipe hela ili wakija pale wapate furaha, kuingia bure, sisi tuingie ndani, alama tatu na ubingo tabe basi, tunaja sisi, tuna timu bora babu, sisi tuna timu bora, hakuna kitu kama kuna mechi moja pale Bwana Yesu, bure tu hiyo wewe, sisi bure tu hiyo. Kwa nini tunataka bure? Mbona nichukua ndege ya mama kwenda kule kuhenda, kuhenda, kuhenda, kuhenda, kuhenda, kuhenda, kuhenda, kuhenda, eye fainali umefika, wakakati kwa kuitumikia ile ndege sa mama. Ishasema tucheze, umefika wakati wa kuitumikia ndege ya mama. Sasa hivi hakuna, si hatuchezi wala tuchezi, kama tunakubali kupewa ndege za kwa mashindano yetu tutuli, tukubali sauti ya mama ishasema tukacheze dabi, hakuna lingine. Na kama wasipokuja basi, wa mheshimu mama. Mama ameshauri, mama ajaingilia. Mnaelewa? Kila nchi na taasisi yake za serikali. Mama ameingilia jambo liende. Mnaelewa? Kwa sababu kuharibu ya si tulidhamiria kuharibu ujua. Sio mnikwambia nilikwambia si tulidhamiria yeah. Kuharibu. Yaani ndipo leo wangalipeleka timu wale. Na akapewa alama tatu. Ligi ndio ilikuwa inaisha leo. Alishuka daraja na mbaga ameshuka katika ligi jaishi. Ndio li kulikuwa na changamoto. Mama akaambia njoo shida nini? Si tukatembea na si tuongee kwa maneno, sio tuongee kwa maandishi kwa sababu tumeweka uongozi ambao unajielewa una, una usomi wewe jiulize. Sisi rais wetu yuko Marekani yuko, Malikani, yuko, sisi, yuko majambu, sama, na nakurabata na, sisi huku majambo yanakwenda huku majambo yanakwenda ndio tutajua kwamba tulichagua viongozi ambao wako sahihi. Shukrani sana, asante sana, sana.